Kipindi kinachoendelea kurindima hewani kikiwa ni kipindi cha risala, dakika zikiwa ni sita zimekatika baada ya saa tatu majira ya Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye awamu ya pili hii, ambapo nitakuwa ukipata fursa tu ya kuuliza maswali eh, katika eh, kipindi hiki, na swali ambalo la kwanza ambalo limeulizwa na utandrusu niliulize likiwa la kwanza, eh, kwa sababu linatokana na utangulizi wako eh, Bishop eh, Gishuhe eh, ambapo uh Ke, ni message refu lakini essentially kenye anauliza ni kuwa eh, Wakristo mmetokana na Christ like Jesus Christ ndo, ndo mnakuwa eh, Christians mm. Na anasema kuhusiana na vitabu ambavyo mmevitoa vya Zaburi eh, vile vitabu vya kwanza kutoka mm. eh, na Yohana Mtakatifu. Ukiangalia vitabu kama vya Zaburi viliandikwa wakati wa David eh, wakati wa kutoka iliandikwa wakati wa Moses mm. eh, Eh, sasa like hii eh, message hii wakati hakukuwa na Wakristo na umeongea kwamba walikuwa miungu. Je, inamaanisha eh, kwa sababu hii, wakati ukiangalia ni Israelites walikuwa under mm. this prophet je mm. inamaanisha kwamba ni Israelites wanafaa kujiona miungu ama ina relate aje na Christians mm. nashukuru sana kwa hilo swali na hilo swali ningetaka kulijibu na Wagalatia tatu ishirini na tisa Kitabu cha Wagalatia 3:29 ishirini na tisa mm. ambayo inasema hivi mm -hmm. kwa wale wanaosoma maandiko ya Biblia. Ah, uh, mstari wa 29 inasema: na kama ninyi ni Wakristo, na kama ninyi ni Wakristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa ahadi. Sio unaona? Mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na, nani? Na Ibrahimu. Kwa hivyo Ukiangalia, okay, hata manabii wote walimtabiri kumhusu Yesu. Angalia manabii wote hata Musa mwenyewe alimtabiri kuhusu Yesu. Lakini sasa nyinyi mnasema ni Muhammad. Hebu e, fungua Deuteronomy 18:15. Eh, 18. 18, eh, ambayo inasema hivi. Uh-huh. Tunaanzia 15. Ya. Yeah. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako. Oh, no, unaona, atamleta nabii. Sasa unajua nyinyi mara uh, mnasema Mungu ni mtume, mara mnasema Mungu ni nabii. Hii uh, mnasema ni mtume, lakini sasa unasikia pale imeongea kuhusu nani? Kuhusu nabii. Huyo nabii anaongelewa hapo, nyinyi mnasema ni sallallahu alayhi wa wasallam. Lakini sisi tunajua kabisa kiundani cha maandishi. Kwa sababu unajua hata Qur'an imekuja baada ya Biblia kuwa hapa miaka mingi sana. Hiyo ni kitu mnajua. Hiyo tusibishane. Kwa sababu ukiangalia Biblia haitambui Qur'an. Lakini Qur'an inatambua Biblia. Kwa hivyo Biblia ndio itatangulia. Ita. Sasa ukiangalia hapo inaongea kuhusu Yesu, sio sio Muhammad, kwa sababu ya Muhammad hawezi kuwa ako kwenye Quran tena, ameruka tena ameingia kwenye kwenye Biblia. Wacha kila mtu akaye kwenye zamu yake. Unanielewa? Sasa hapo inapoongea kuhusu nabii atakayekuja inaongea kuhusu huyo Yesu. Unanielewa? Kwa hivyo hata kama tunasema ya kwamba sisi ni miungu, tunapoongea kuhusu sisi ni miungu, unajua unashika agano, unajua hata nyinyi mnaamini katika nini? Mnaamini katika Torah si ni kweli? Mnaamini katika Zaburi na mnaamini katika Injili, si ni kweli? Sasa na sisi tunaamini the same. Sisi kwanza tunaamini zaidi kualiko, kwa sababu nyinyi, hata nikiwaitisha Tora yenu hamna, ni Tora gani mko nayo? Ile Tora mnaweza sema, nikiwaitisha Tora tuona tena, mnaruka kwa Biblia. <laughs> Unanielewa? Sasa kile ambacho nasema ni ya kwamba huyo mtu lazima aelewe ya kwamba huyu Yesu ambaye tunaongelea mambo ya yake kwenye Agano Jipya yupo mpaka kwenye Agano la Kale na ndio anatabiriwa mambo yake, na kwa sababu ametokea sasa, tumeunganishwa pamoja na yeye na wale wayahudi kupitia damu aliyomwaga msalabani, that's what we believe. Na ndio hiyo umesoma hapo, hebu rudia watano wa Galatia na 3:29, hiyo umesoma, umesoma hapo wa ha. ha. ha. ha. nimegonga vizuri. <laughs> umegonga vizuri nabii. <laughs> ataondokeshwa miongoni mwa ndugu zake. <laughs> yeah. <laughs> na leo nimefurahi vile tunaongea tunaongea vizuri hapa bila vurugu yoyote, tumetulia tu, ni maandishi hapa, sio stori hey, ambayo inasema uh -huh. na kama ninyi ni wakristo na kama ninyi ni Wakristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi na warithi sawasawa na ahadi. Nafikiri mimi nimemjibu Aha, na pia anauliza je, e, unaamini kuwa mitume ni wasaidizi wa Mungu? Mitume? Hiyo hiyo ni question part one. uh -huh. E, na anasema wakati Yesu alikuwa akiondoka duniani aliahidi eh, aliahidi kuwa kutakuwa na msaidizi mwingine, lakini part one, kwanza je, unaamini kwamba mitume ni wasaidizi, na wakati Yesu alipokuwa akiondoka uh -huh. aliahidi kwamba kutakuwa na msaidizi. Si ndio, sinaamini kabisa mitume mm -hmm. hiyo atubishani mitume ni mm -hmm. wale ambao uh, uh, uh, uh, an apostle mm -hmm. is like a missionary. mm huyo -hmm. ni, ni mtu waku, sindiyo? Of course ni anaenesha Injili, lakini sasa ikikuja Roho Mtakatifu mm -hmm. hapo kuna unajua, hiyo Roho Mtakatifu hapo hapo kuna mambo imejificha, na hiyo itabidi nikusaidie ndugu yangu ndio weze kuielewa kiundani yake, na, na, nataka Eh, wakati Yesu akitoa wa ahadi mara yake ya mwisho kulingana na Biblia, aliahidi Roho Mtakatifu ama aliahidi msaidizi. Unajua Roho Mtakatifu ndiye msaidizi. Hiyo ni topic inaitwa pneumatology. Pneumatology is the study of the Holy Spirit. Ni yale masomo ama sayansi ya Roho Mtakatifu hmm. Yaani, Yesu aliposema ya kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, ndio atakuwa ndio atawasaidia kuweza kuhubiri njili na sio tu kuhubiri Injili, Roho Mtakatifu ana mambo mengi sana anafanya, nikiweza kuongea hapa mengine ni ya ajabu sana, mtaweza kuelewa. Na na Roho Mtakatifu sisi tuamini tuamini tunajua, you know, we differentiate, tuna, sorry, tutafautisha Roho Mtakatifu na malaika unaona, ukija kuna hiyo topic ya Roho Mtakatifu na kuna kuna topic yenyewe ya angelology, malaika wenyewe sasa, tutaongea mambo ya malaika na ya Roho Mtakatifu. Sasa, hiyo ni tofauti sana. Sasa unaona nyinyi mnasema kwamba mtakatifu ni Jibilii. Sisi tunajua Jibilii ni malaika na kweli nini, ma, ma, ma, malaika. Hebu fungua Wahibrania, Wahibrania wa moja kumi na nne. Akifungua utaniruhusu nikukatize, nirudi kwake, lakini kabla hujarudi Shekh Abaz, ndio ningemruhusu eh, eh, eh, hmm. tu Shekh wetu Shekh Ali Kitame kidogo achangie. Unajua ikiwa ni awamu ya pili tunahitaji kuchangiwa kutoka karibu, eh, sana Sheikh Ali Kitonga. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mimi ni swali tu ni. Ndiyo? Ndio. Mi kwa sababu nimemsikiliza na hii ndio baadhi ya mambo yalifanya mimi nitoke katika hiyo dini, kwa sababu unachanganyikiwa zaidi. Kwanza mimi nilikuwa nataka kumuuliza bishop atuzibitishie kuwa Biblia ilikuwa kabla ya Qurani. Alafu ya pili akasema Yesu ametabiriwa mpaka katika Agano la Kale. Sio kabisa, wapi Yesu alitabiriwa katika Agano la Kale kuwa atazaliwa Yesu ambaye ni Mungu katika mwili. Hizo mbili. Ah, saa, <coughs> kwa mbiliaai <coughs> Nafikiri kwanza, nimefurahi bishop amegonga vizuri, amegonga kuwa leo bishop, leo umejaribu. Maanake katika hiyo Kumbukumbu kumi na nane kumi na tano umezaa vizuri, huyo nabii ni Yesu. Kumbe muda wote tunaongea kama Yesu ni Mungu, na aje ni nabii. Umegonga vizuri, sahihi, nabii zaidi ya nabii, hapo umetoka vizuri, na ndio shakapasa hiyo kipengele <laughs> nikawata kwa sababu mimi nilikuwa najua utaingia uta hapo, eh, mimi nilikuwa hapami. Jamani, mnatuacha nyuma hivyo, pole pole. mada, mada ilikuwa hivi, je, Yesu ni Mungu ama, ama si Mungu, Mungu. Mungu. Lakini katika kutembea tembea <laughs> daktari <laughs> katika usomi <laughs> Amesema kama Yesu ametabiriwa tangu katika Agano la Kale 18:15 akaot, ambayo hiyo utabiri, amesema sisi tunasema ni Muhammad, lakini sio Muhammad ni Yesu. Hiyo utabiri nasema inamwambia Musa kwamba mimi nitakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako, bi maana atakiondokeshe ni nabii. Bishop asema huyo nabii ni Yesu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba muda wote ambao kwamba tumetembea Hmm. Ashamaliza mada kumbe, anajua Yesu ni nabii hmm. lakini hmm. huko anaambia watu Yesu ni, ni zaidi ya nabii na ni zaidi ya nabii na zaidi ya mtume hmm. aya pili nikimalizia, amesema tatu ishirini na tisa Galatia, hmm. Galatia 3:29 nasema kwamba kwamba e, ikiwa wewe ni wa Kristo, umekuwa uzao wa Ibrahimu, sio umekuwa nini ama mfuasi wa Ibrahimu uzao. Naposema uzao ni generation Kumaanisha kwamba ile generation ya Ibrahim ni nani? Ni Wakristo, si kweli? Qurani imeweka wazi uzao wa Ibrahim. Tunajua alikuwa na watoto wawili, yeah. Ismail, Isaka, okay. Kwa Isaka ukakuja kupatikana Yakobo. Yakobo akazaa watoto kumi na mbili ambao ndio wale wana wa Israeli. Hiyo uzao tukiangalia dini yao, Qurani imeweka wazi. Nisomee 2:138. 2:133 uangalie uzao wa Ibrahim ni dini gani? Mungu mwenyewe anasema mbili miata hawakuwa Wakristo wa Kristo. Mbili miata thalathini na tatu. Mbili miata thalathini na tatu. Bismillahi Rahmani Rahim. Naam, Je, je, nyinyi Mayahudi na Manasara, tunauliza Mayahudi na Manasara. Manasari wa Kristo. He kamsha. Kama we hey. Ambe hey. Kurani imewaita nyinyi rafiki zetu yeah. Sasa, ndio Kurani inauliza je, nyinyi mlikuwa nyinyi Mayahudi na Wakristo? Mlikuwapo, twende, mlikuwapo yalipomfikia Yakubu mauti uh -huh. Alipowaambia wanawe alipowaambia wanawe, je, mtamuabudu uh -huh. nani baada yangu? Huyu ni Yakubu anaambia wale wana wa Israel ambao ndo uzao wa Ibrahim, direct generation Ibrahim. Mtamwabudu nani baada yangu? Wakasema ndio, tutamwabudu mola wako na mola wa baba zako Ibrahim Nwana, na Ismail na Ishaka. Unaona, mola wangu, mola wangu na mola wa baba zako ambayo ni Ibrahim, Ismail na Isaka. Twende, Mungu mmoja tu. Twende, na sisi na sisi tunanyenyekea kwake. Unaona, sisi tumenyenyekea kwake, neno la Kiswahili Kiarabu, wa nahnu lahu muslimun, sisi ni no Waislam. Hata ukisoma katika barwani hii ya kizungu imefanua kwamba sisi, we are muslims. Kwa hiyo uzao wa uzao wa Ibrahim, a, a, uzao wa Ibrahim oh, okay. walikuwa Waislam, ushaona? Hiyo kipengele kisema kwamba uzao wa Ibrahimu walikuwa ni wa Kristo mm -hmm. Imekuja hata baada ya Yesu, hata Yesu akutamka maneno hayo Yesu mwenyewe, kipengele ya Galatia 3:29 mm -hmm. ni barua ya Paul ambaye alikuja miaka kumi na nne baada ya Yesu mm -hmm. Kwa hiyo akiandika maneno hayo, siyo maneno ya Yesu, maneno hayo ni ya Paul, ushaona, sio mm -hmm. ya Yesu. Yesu ya katilu... ameandika sikatai. ameandika ni mm maneno -hmm. lakini kama vile tunaamini sisi wa Kristo ya kwamba Biblia yote ni Mungu ambaye alipatiana ufunuo sasa huo ume... ufunuo anasema ya kwamba sisi ni Wakristo, sisi Wakristo tumefanyika uzao wa Ibrahimu kupitia damu ambayo alimwaga msalabani, hivyo ndio sisi tunaamini, ndio imani yetu. Asante sana. Ya imani yenu mimi na respect your faith, lakini tukienda katika maandiko uh -huh. hakuna mahali Yesu amesema kwamba uzao wa Ibrahimu ni Wakristo, wala hakuna mahali Yesu amesema yeye ni Mkristo wala hakuna mahali ambapo kwamba kabla ya Yesu imesemekana kwamba wale Wayahudi walikuwa ni Wakristo lakini, lakini, lakini yeah, andiko hmm, katika Qurani imefundisha wale walikuwa ni Waislamu, kwa maana uzao huo walikuwa Waislamu si Wakristo. Lakini Biblia inasema e vizuri, kabla ya Ibrahim kuwepo Yesu alikuwepo. Anakubali yeah. So, lakini mada nyingine

Mathayo ishirini arobaini Yohana kumi na saba tatu Labda arudie. Ah, na saba tatu. Mathayo kumi na tisa kumi hajasema ni nani anatoka wapi hajasema. Aya, kumbuka tu msikilizaji, nambari za simu ndio hizo tumezifungua e, zikiwa ni ishirini dakika zimekatika baada ya saa tatu majira ya Afrika Mashariki, kipindi kinachorindima rindima hewani kikiwa ni kipindi cha Risala, tukiwa nao e, Sheikh Abbas Athman Sheikh Hadi Kitonga Sheikh Hassan Athman na Bishop Steven Gishohe Mwangi ndani ya Risala. Eh, ngoja kidogo nipokee simu hapa. Eh, kidogo teknolojia inachanga e, lakini Ikra FM. Hello? Salamu alaikum, wa, abdule, wa, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abdullahi Hadi wa Sulegna. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mzee Abdi kutoka uh, uh, ni nimesikia, hata leo umesikia wei maajabu, Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu. Eh, Bisho kwanza tunajuana. Lakini hata wei najua sauti yangu. Ongea pole pole tafadhali. Hamilopishanu hakuna maandiko. Kitu ya kwanza. Lakini kama Yesu ni Mungu ali, Mungu aliumba mimi na wewe Bishop, lakini Yesu aliumba nani ndio nakuwa Mungu? Nani siwezi endelea sana. Aliuliza mashehe maneno kidogo tena, moja anasema Mungu ni roho, aliuliza mm, ni jinsi gani? Alafu mi nasikia wewe Bishop <laughs> wewe Bishop leo umepatikana wa rahmatullahi wa wabarakatu. Huyo ni mzee Abdi kutoka maeneo ya Limuru. Nadhani bishop umempata. Kwa hivyo kweli kabisa, kumbuka, kwa msikilizaji ana nafasi ya kuuliza maswali. Hmm. Hmm. Naya, wacha pia tuulize hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala nani hey, sikemau, oh, Shukra, mimi, mm -hmm. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Ni Abubakar Isa kutoka Sekimau. Naam Abubakar Isa kutoka Sekimau mwenye hapa ni. Shukrani, shukrani sana. Kwanza mimi Mhm. Napenda nimwambie Bishop. Mhm. Mm Sababu nyingi sana zinafanya watu kuacha ile dini yao ya Kikristo. Ndio. Mm -hmm. Ni uongo ulio wazi ambao unaonekana waziwazi. Mfano mzuri nitaka nikwambie Abdulhamin yeah. Yeye amesema eti Wakristo ni miungu mm hawa -hmm. Tunaoona a wenzetu, wanaokwenda vioni, wanaokwenda kufanya kazi. kwani kuna mungu anakwenda chooni kweli? Sasa masala kama haya mm hiyo -hmm. kudanganya watu, uongo ulio wazi ndo mm -hmm. inafanya watu wanaacha hii dini, kwa sababu wewe usiambie watu uongo, ambia watu ukweli, kile kilichoko ndani. na alafu nimuulize pia huyo bishop mm -hmm. Hmm. Kwa nini wao huwa waambii watu wao wasome dini yao? Maana dini yao watu wasome, mbona ni lazima tu bishop ategemewe yeye kuongoza dini, au watu wanaweza wakajisomea wenyewe Bibilia yao na wakafuata kile kilichoandikwa pale katika Bibilia kwa hmm. hiyo hmm. mi nataka nimwambie yeye, wao waongoze watu vizuri. Sasa hii masala yao kudanganya watu moja kwa moja, hata haya maswali Sheikh alijitonga aliyeuliza. Watu shukran sana Sheikh alijitonga, pokea salamu wa wa salaam rahmatullahi barakatuh. Ah, muuliza aiomuuliza ajibu vizuri lakini, badhala na kupoteza watu hapana. Alaykum alaykum wa wa Wa wa rahmatullahi rahmatullahi barakatuh. salaam wa barakatuh. Kwa maoni yako hayo eh, kutoka maeneo ya sio kimao hapo. Eh na eh, kuna swali hapa ambalo nadhani limekezewa kwako eh, Sheikh Abbas ambapo anauliza, je, Yesu anaweza uh, kuwa ameumba ama Yesu kaumba ndani ya Qur'an? Je, yani kuna taarifa zote za Yesu kuomba ndani ya Qur'an huyo ni Jojo? Iqra FM, halo? Assalamu alaykum warahmatullahi, wa barakatuh. Nimerudi tena ni Aaron Muli kutoka maktaba ya Mwala. Mathayo kumi arobaini Mathayo kumi arobaini Marko sita nne Ndio, nisaidie na maandiko, Yohana kumi na saba tatu Yohana ishirini kumi na saba Yohana kumi na saba ishirini na saba Yohana ishirini kumi na saba ndiyo, ndiyo. Yohana kumi na nne ishirini na nane ndiyo, na Mathayo kumi na tisa kumi na saba kumi na tisa kumi na saba sawa kabisa nadhani maandiko hayo utakuwa ukiyapata Mathayo kumi arobaini eh, Mathayo sita nne Mathayo kumi na tisa kumi na saba eh, ni baadhi tu ya maswali ambayo yanakuja hapa, Iqra FM, halo? Halo, Iqra FM. Halo, karibu kwenye kipindi cha sala. Asante sana, mimi ni Anton Ndolo kutoka Mwala karibu sana kupatiana maandiko ndio eh. Yesu leo ame watu wa, wa Kristo wanaamini aliuawa leo dio? na tukisoma Paulo. Mm -hmm. Mm -hmm. Paulo sita kumi na sita nataka basi asomewe Paulo sita kumi na sita sita kumi na sita ndio

kumi na saba joni mbona yesu alizimbitiza akasema mose ndio atamzaji kwa mungu mm haya -hmm. tukisoma tena mathayo nne mm -hmm. wakati yesu alikuwa anajaribiwa na shetani yesu yeah. alisema hakuna apasaye kuabudiwa ila mungu mbona mm -hmm. akusema yeye mm -hmm na ya mwisho ndio. Yeah. Nataka sijui namba ngani naweza nikatumia, basi namba yangu alipiga ali, aliniitisha hiyo namba akachoka, akasema anataka tuongee peke yetu kando <laughs> eh, utanipa namba yako ya baadaye? Mm, yeah. Asante sana. Haya, shukrani sana Anthony Ndolo kutoka maeneo ya Mwala kwa maoni hayo yako hapo. Kumbuka tu msikilizaji, namba ya simu ni sufuri saba mbili saba nne nne nne tano. Kuna swali ambalo ulikuwa umeelekezewa na Jojo kupitia mitandao ya kijamii, ndio kweli. Swali je, Yesu kuna habari katika Quran kwamba Yesu ameumba, swali hilo ni nusu. Swali hilo halijakamilika. Kabla hujamkamilisha, acha nipokee simu moja, alafu ukamilishe.

Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa Mariam kutoka Pangani. Naam e, Sheikh Abbas, ulikuwa nataka kummalizia hili swali la kuumba ndani ya Quran e, kwa sababu hii swali ulizwa nusu je. Mm -hmm. kuna habari kwamba Yesu aliumba. mm hiyo -hmm. swali ulizwa nusu mm -hmm.